Habari ya saizi, mambo vipi? Natumai wote mko vizuri na ni wazima wa afya. So leo ninataka ni niwafahamishe sababu tatu zinazosababisha hapa kusababisha watumiaji wengi wa dawa za kukuza maumbile uume wasifanikiwe. Kwa hiyo sababu uh, tatu za msingi ni zipi? Kwanza kabisa kutodumu katika matumizi ya dawa. Watu wengi hawa hawadumu katika kutumia dawa. Mtu tu baada ya siku tatu au siku mbili anakupigia simu, "Bwana vipi? Mbona sioni matokeo sasa? Unatumia dawa au unatumia chumvi ndugu yangu?" Hiyo sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni bidhaa zisizofaaau bidhaa feki. Kwa maana ya kwamba unaweza kuwa unatumia product au bidhaa ambao kwamba sio original, sio feki, haina vigezo. Lakini kuna inawezekana bidhaa ikawa ni nzuri lakini matumizi yakawa sio sahihi. Hapo kuna mambo mawili hapo. Kwanza kabisa inabidi bidhaa iwe nzuri, lakini pia iwe na matumizi sahihi. Kama bidhaa ni nzuri kwa matumizi sio sahihi, huwezi kupata matokeo. Kama bidhaa sio sahihi, matumizi pia ni mazuri, huwezi kupata matokeo. Na pointi ya mwisho kabisa, ninazungumzia mfumo wa maisha hmm. Wazungu wanasema lifestyle. Sasa mfumo wa maisha, kuna mambo mengi yanaingia ya hapo, ndugu zangu: chakula, lishe, tuliona faida za lishe muda uliopita, lakini pia mazoezi. Unafanyisha mwili wako mazoezi, unafanya mazoezi lakini pia uh, tunasema muda wa mapumziko, hii na masuala ya stress, ya homoni kuweza kufanya homoni zizi ziweze kutolewa vizuri, lakini mwisho kabisa pia ni masuala ya, uh, ya msongo wa mawazo stress. Tulishazungumza masuala ya msongo wa mawazo, jinsi gani yanaathiri homoni ya testosterone ambayo inahusika na masuala ya ukuaji wa via vya uzazi. Lakini mwisho kabisa tunasema kwamba mabadiliko yanaanzia ndani. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba mfumo wa maisha una support mabadiliko pamoja. Kwa kutumia dawa nzuri ziko vizuri, lakini hakikisha kwamba mfumo wako wa maisha una support au unachangia, unachochea mabadiliko yaweze kutokea. So asilimia tisini wanafeli kwa sababu gani? Turejia uwaone. Okay, mpaka muda mwingine, shukran sana.